Kwa majina anaitwa Chazi Pasco, nafanya kazi finance kuhusu masuala ya utetezi wa haki za wafanyakazi eneo la kazi. Kitu cha tatu, rushwa ndani ya kampuni, ongezeko la mshahara. Nisikilizeni, ongezeko la mshahara kwa hapa ndani, jamani, tunaumia sana. Mtu analipwa mwingine laki na tisini, mko kitengo kimoja. Sasa tunapodai ongezeko la mshahara, uongozi wa serikali mko hapa. Naomba ufafanuzi serikali ni, ni kubwa kuliko kuliko kiwanda au kiwanda kikubwa kuliko serikali? Tamko la serikali mwajiri hataki kupinga kutoka kiasi cha, cha shilingi laki moja na hamsini na msina tatu, wao wanavyodai wamepeleka mpaka laki moja na, na, na laki mbili ndio kinatumika sasa hivi, wakati hata hiyo laki mbili na sabini na tano sisi tulikuwa hatujafika. Sasa tunachotaka basi Hatutaki hiyo laki mbili sabini na tano twende kwenye laki tatu na hamsini na nane iliyotamkwa na serikali ianze kutumika kuanzia Januari hii, ndio tunachoitaka. Kitu cha pili, kuhusu habari ya TWIKO tufafanuliwe basi, TWIKO ina kazi gani jamani? Kama kutetea haki yangu basi itetewe. Tunakatwa pesa kila mwezi, kila mwezi tunakatwa pesa hata kama mshahara umekuja laki moja na thelathini na nne hiyo elfu sita utaitoa tu, utake ustake. Unaweza ukakosa hata sukari ya watoto ndani, imekatwa tiko. Maanake nini? Yaani nakatwa uelewi maanake nini? Basi kama uongozi wa Twiko huko hapa, utuambie taratibu na kanuni za Twiko zikoje. Tunafanya uchaguzi baada ya muda gani? tufanye na mwaka wangapi? mwaka wa nne sasa hivi, sijawahi kuona hata siku moja uchaguzi ufanyike. Kwa majina naitwa Frank Eriki France, nafanya kazi Lodhia hapa. Sisi kero yetu wafanyakazi hapa, kero kubwa ni kuhusu mishahara. Wafanyakazi tunanyonywa sana. Wafanyakazi sisi wengi tunapewa laki na tisini, anayezidi ni laki mbili. Alafu wanavyosema wanasema hii hi, kiwanda yetu ni, ni, ni, ni, ni, ni kiwanda iko kwenye sekta ya kiwanda na biashara. Sasa sisi tulihitaji ufafanuzi kama serikali inatambua sekta mbili, sekta ya umma na, na sekta binafsi. Tunataka tueleze hii sekta iko chini ya nani? Hii ya kiwanda na biashara iko sekta iko chini ya nani? Ali Musa ni mfanyakazi wa Lodhia, tuko hapa nje kutokana la ungezeko la mishara chachini, na swala la ongezeko la mishahara kima cha chini ambacho kimetangazwa na serikali kupitia waziri mwenye zamana serikali, mnamo Oktoba 17, 2025, kupitia waziri mwenye zamana ilitangaza kima cha chini cha mishahara kipya kutoka kima cha chini cha zamani ambacho kilikuwa ni laki mbili na sabina tano. Kima cha chini cha za zamani laki mbili na sabina tano, wote wengi wengi wote uliopo hapa pia hatu, hatujakifikia na kima cha chini kipya ambacho kimetangazwa Oktoba 17 na waziri mwenye zamana, pia akija akijafanywa akija, akija kazi ambayo kilitangazwa ni Januari Januari 1 2026, nani waajiri waajiri wote waweze ku kufanyia kazi leo ni tarehe kumi na sita. Amna chochote kilichofanyika na, na, na, na, na mwajiri wetu. Na kingine ambacho kimeleta kime mkanganyiko kabisa, serikali pia itupe ufafanuzi kwenye swala hili. Moja, cha kwanza kuna, kuna bango ametuwekea pale kwamba kiwanda tunachofanya kazi sio sekta binafsi, ni sekta ya viwanda na biashara. Cha kwanza hicho. Cha pili, wakasema sekta ya viwanda na biashara kima chao cha chini shilingi laki mbili ndo alichokiandika pale nofanya. Okay, haina msaada. Na sisi tunakatwa hela zetu tu, tunakatwa hela zetu tu bure. Hela zetu ni kama zinaenda bure yani, na kila mwisho wa mwezi hela yetu inatoka, haitusaidi chochote wala nini. Wafanyakazi wanafukuzwa ndani hapo kazi kila siku bila sababu za msingi, staki zao hawapewi, kwa sababu pia wengi wetu hapa sheria tuijui. Ni kweli uongo? Ni kweli hatujui sheria, tunaomba serikali tusaidie. Mf mfanyakazi anafukuzwa kazi hapo ndani, chochote apewi, na kuna ambao wamefukuzwa mpaka sasa hivi na wanasubiria wa, hela zao wajapewa hata mia wajapewa, na wamefukuzwa kazi na wamesitishwa mkataba. Aliositisha ni serikali mwenyewe, tunataka idara ya nenywa, tuwapiwa, yeah. kazi kama wako hapa pia nanyi tufafanulie hilo. Mfanyakazi anapofukuzwa kazi kwenye, kwenye kampuni analipwaje? Analipwaje na, na mfanyakazi mfanyakazi anapositishiwa mkataba na mwajiri wake, yani sio yeye mwajiri kamsitishia mwa, nani mwajiri Luka ndokamsitishia nini mkataba, kwamba mkataba wako umefika ukomo, hatukuongezei, kwa heri. Kwa nini awamlipi chochote? Tunataka tujue hicho. Umeona <tipasen> uongozi wa juu umerespondi ume, wamesema kwamba mkurugenzi mkuu mwenyewe yuko Dar es Salaam. Ameleta ombi kwenu wafanyakazi, ameleta maombi yana, yana option mbili. Moja, yuko tayari kwa mazungumzo, kuzungumza na nyinyi, sawa amesema kwa hali yake na ya kiafya atakuja yeye au mwakilishi wake, lakini leo yuko Dar es Salaam, anaomba iwe kesho saa tatu asubuhi. Akasema moja, kama mko tayari kuingia kazini hiyo, ni nyinyi maamuzi yenu, mwingie, alafu kesho saa tatu mkutano ya pili, kama hiyo haiwezekani. Haya, sawa sawa, sawa. kama hiyo haiwezekani, kama hiyo haiwezekani, basi leo mpumzike, mtulie, tukutane kesho saa tatu, uongozi wote wa kiwanda, mkurugenzi mkuu na uongozi wa serikali, pamoja na ninyi wafanyakazi lakini tutakaa vizuri nao uhum. Hatuna nia mbaya. Kwa sababu kama ningekuwa na nia mbaya ningeshafuga hiyo kiwanda siku nyingi uhum. Kwa sababu mimi Dar es Salaam na, na uwezo wa kutengeneza tani elfu moja ya nondo kwa siku uhum. Na ile kiwanda inatengeneza tani elfu mbili kwa mwezi. Hiyo kiwana ni ya mashindali yake ni ya zamani sana, imeweka kwa ajili ya watu wapate ajira. Sijui umenielewa. Mm. Na hapo kwenye ajira sasa, ndo analalamikia kwamba kima cha chini cha mshahara akijabadilika na serikali ilielekeza kwamba... kama imebadilika tutaangalia, tuta kama ni law and order imebadilika kama ipo, tutaangalia baba, tutaangalia baba, hatuwezi kwenda chini ya kima ya. kama imebadilika juzi, tutakaa tuta, tuta nao tutakaa vizuri nao tutamaliza. Sidhani kama lakini wakiandika wakifanya mabaya, wakiandika mabaya, mi nafunga kiwanda kwa sababu mi lazima, kwa sababu nimeshasema hiyo kiwanda nimeweka kwa ajili yao. Kama hawajui mpaka sasa, <laughs> mi nisemeji? Unajua, mtu anazungumza ubaya na ambaye si kweli, si huwa sipendaki. Sasa shughuli zimesimama na wanasema hawatoendelea na kazi hadi utakapokuja wewe, wanakutaka wewe mwenyewe ndo uje kama ni hivyo basi, tutafunga kiwanda kwa sababu mi nauma, sitaweza ku wanataka kufunga kiwanda na nani? uh, nani ataumia? um, sio mimi baba mm -hmm. lazima mm -hmm. waelewe mara ingine sio lazima na sio lazima iwe strike, ndio nije mm -hmm. wangekuwa wanafanya kazi wangerudi mm -hmm. alafu wangeniita labda ningekuwa na thamani ya kuja. Hata sasa hii niliwambia warudi kazini, Tutakaa tutakaa mezani, binadamu tutakaa vizuri, tutamaliza shida. Lakini hii kitu namna hii sio vizuri, yaniwe. Anyway, ni mambo yao. Sasa kama watarudi kazini, unajua maana ya strike, ni maana yake wameacha wa, wa ajira. Tutafunga baadaye, tutaangalia kama tutataka kuanza, tutaanza upya.